Oh, yes. Ndio <laughs> ni kweli mimi ni mtu ambaye najipenda sana. Yes, najipenda sana. Actually, najipenda sana. Na vipi katika maisha yako? Mm -hmm. Ah, katika maisha yangu mimi sijawahi kupigana na mtu kwa sababu sija kupigana na mtu wala kugombana na mtu kwa sababu mimi ni mtu ambaye cha kwanza kwanza sina wivu. Yes, cha kwanza sina wivu. Cha pili, sio mtu wa asila sana. Kitu cha tatu pia sio mkolofi. My, yes. Ndo maana nashindwa kupigana na mtu wala kugombana na mtu wala kukosana na mtu mi mtu ambaye ni mtu fea sana. yes. mtu wa watu, mtu yani, mtu safi. Kitu ambacho aliwahi kunisi mamaangu mpaka yes. Leo mimi kipo kichwani akijapotea kipo nacho. Mamaangu aliwahi kuniambia wakati bado mi angali bado mdogo, aliwahi kuniambia mwanangu Usimsaidie mtu endapo wewe huna. Mm, ndio. Sawa. Hicho kitu bado ninacho sana, na pia akani, akaniongezea akaniambia, msaidie mtu endapo unacho hicho kitu, kizingatie sana. Na kweli nimekizingatia mpaka leo, mimi siwezi kumsahau mamangu, niusi ambaye ch nmu sana katika maisha yangu, japokuwa nisha usia mwingi sana, ila huwa naona kama kitu cha muhimu sana na Okay, sawa. Vipi, uliwahi kuwa na mahusiano, mapenzi? Oh. <laughs> Na mimi kikweli, mapenzi sio vitu vya hapa yes. Nilipo sina mpenzi na sitaji mpenzi, ila nahitaji kumpata mke, sio mpenzi. Nahitaji kupata mke, sio mpenzi, so mpenzi. Oh. Saluti sana. Asante.